Majina naitwa Daniel Koech, mimi mkache wa Ang'ata. Sisi tulikuwa tunapalilia kidogo kidogo, tunasikia mlio wa risasi kidogo kidogo, watu wamanza kupiga vyovyo, kuinuka kidogo ndio watu wameanguka. Haza tunashindwa jamini, kama ni shamba rutanga chukua shamba, lakini awache wayi awatu jamini Tunatumiwa haki, tuko na haki kwa hii shamba yetu, juu atukuiba. Tunaomba tu Mheshimiwa atuangalilie haki yetu, atufuatilie. Sahii tuko na kilio kubwa juu tumepoteza ndugu zetu na tumepoteza na hakuna haki ambayo tunashughulikiwa. Sahii tumejeruhiwa, sahii zizi tumekuwa vilembe ha? Hatuna so. maneno nyingine kutoka Ang'ata Barrikoi, kuna kisanga ambaye hii serikali ametu tuoneshe maajabu siku ya leo. Wamekuja kwa shamba ya watu wakipalilia, wa na kuwa watu watano. Na hii maneno ya hii shamba tulipewa na Moi 30 years na tuko naye title na hii jubat na serikali atueleze kama hii shamba ni yetu anatuulia watu bure, na shamba ni ya wananchi. Ruto, kama hii shamba ni yako utueleze. watu anatumia marisasi uh, light bullets kwa wananchi wa Kenya. Sisi ni wenyeji wenye, wa Kenya hii na shamba ni yetu, na tuwezi toka katika hii eneo watu wa bure. Haki ya Mungu, haki ya Mungu watu wanawawa bure kwa shamba yao. Mimi nimesaliwa hapa Ang'ata 30 years tukipewa na moyo Uhuru akakuja, for 30 years hii tunakuja pigwa risasi kwa shamba yetu, we have got titles na, lutu, tulipewa na serikali. What government is this? Watu watano wamelala hapa, wengine anapigwa kwa shamba. What kind of government is this? Ruto sikia kuja Ang'ata, utueleze kwa nini zinapigwa ntutu, kama Ang'ata utue, um, utueleze kwa nini watu wanapigwa sunguli, kuja tumeongea na sunguli, watu wanapigwa serikali yaoni, watu ambao wameangamia kutokana na kisa hicho, watu ambao wameuawa saa hii tayari ni watu watano, na watu wawili wanajari wamejairiwa, walikuwa wako shambani wakipalilia. Nice, swali lingine mm. kitu mimi nataka niseme, wale watu hatukuja Ang'ata tunyanyazwe. Amewawa ng'ombe, ameibiwa hapa ng'ombe. Akiibiwa aende, hakuna serikali ambaye anashughulika. Juzi ng'ombe kumi na tatu aliwawa, mahindi yanafyekwa, lakini serikali ashughuliki. Akifika maneno ya shamba, watu wanawawa. What kind of government is this? kama MC ya Ang'ata, representative ya watu, serikali yote hakuja Ang'ata atueleze kwa nini, kama nyinyi nataka nijue hata mimi niko naye. Watu wako nae title genuine. Wamekopa nae loan. For 30 years. Saa mina sema hiyo kitu wakome na watu awachwe. Na hii watu hii jupa taende ndani. Na hii askari ambaye ameua watu. Mimi nataka nisikie bai. Na watu wa haki ya binadamu wakuja Ang'ata. Alafu tuone. Mungu awabariki. Mimi naitwa Langat. Mimi ni kilolo visa inchai kwa hii Alcenda. Na kitu wanaka wana wako tumeweza kupata fatalities kutoka community, ambayo inasemekana kumekuwa na mgogoro hapo nje. So wameweza kufika, watu amepikwa risasi eh, na tuma confirm kwamba wameweza kupoteza uhai wao. Peter Rotich. Eh, hii kisaka ilitupata tukiwa kwa shamba, nikiwa ninapalilia kwa shamba ndio wakaanza kupiga marisasi tu mpaka wakanipa hiyo macheraa ambayo mnaiona kwa kichwa. Hiyo ndio shida yenye ilikuwa ilitupata tu kwa shamba ndio wakaanza kupiga marisasi ndio hiyo risasi ikanipata kwa kichwa. Uh-huh. Eh ni tu sababu maofisa ni hatukujua, hatukuwaona ni akina nani, lakini wa niliona tena watu wa serikali ndio walitupiga marisasi. Wanne walikuwa washakufa, mmoja alikuwa ina critical condition, ndio alikuja akasakam, tukiendelea kumhudumia kulingana na ile example imeweza kuona eh. ni kanunde na vile vile wabunge wote Kenya, huo ndio umekuwa wito wetu ya kuwa vile we, viongozi wengine wamesema hapa pesa za CDF siyo pesa za mbunge. Pesa ya CDF ni pesa ambayo ni pesa ya maendeleo mashinani kwa tunawaomba nyinyi wabunge mwende mketi muamue ili hiyo pesa ifike huko mashinani kwa sababu hao wananchi wanataka kuona maendeleo. Mnataka CDF ama mtaki? <laughs> Wana, wanahabari, mumepata jibu. Sisi wajumbe hatuwezi hata jilipia CDF. Vile tunazungumza hivi, kuna watu wanafanya kampeni ya kutoa hiyo pesa NGCDF ati wabunge wasifanye kazi yoyote, mutashikilia ya kwamba hii pesa ya CDF ibaki hapa, yes. Wabunge waendelee kusukuma oversight katika pesa ya CDF yeah. Kwa hivyo wale watu wanapinga CDF, mimi nafikiri mnapinga raia, si hata wabunge. We as members of parliament we support devolution, we support the establishment of a strong devolved government with systems that are able to deliver for the people. Lakini CDF ibaki. Na kwa hivyo tukiongea tukisema NG CDF wa Kenya wanahitaji, kuna wengine wanasema ifundiliwe mbali. Ningetaka kuwauliza wa Kenya. Mnataka turudi nyuma, maana tunaenda kupanga laini kwa ofisi ya waziri tukibembeleza tujengee mashule. Tukibembeleza tununulie basi. So tunataka kusema hivi Tujikaze na mtu akigusa NGCDF amegusa sisi wananchi, si ndio? Ukigusa NGCDF umegusa nani? Waraia, na raia hawa ndio wamepitisha.